Ukienda kwenye elimu, tunatamani kubadilisha mfumo wetu wa elimu, watoto wetu waendelee kupata elimu nzuri hapa Katoma. Hata kwenye yetu imeelekezwa vizuri sana, hupo ujenzi wa shule za, shule za msingi, lakini upo ujenzi wa shule za sekondari, lakini hupo ujenzi wa mpaka vyuo vikuu. Lakini nataka nichukue, chukue nafasi hii kuwaomba wa, wa, ndugu zangu watu wa Katoma nafahamu na kiu kubwa sana ya kuwa na shule ya msingi hapa uongo, ndugu zangu watu wa Katoma. Sasa nataka niwaambie ilani yetu imetuelekeza na mimi kama mtalipa lizaa katika kipindi cha miaka mitano ijayo, Katoma hii na nilisha mwambia mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa, tunatamani tupate eneo ili Katoma hapa tukajenge shule ya msingi,